mchezo umetamatika na Young Africans wanaondoka na alama tatu kutokea pale jijini Mwanza. Kutoka na Mwamba GB 64, gepu la pointi linaendelea kuongezeka, na na uh, kila mtu ashinde mechi zake alafu tukutane tale ngapi? uh-huh. tukutane tarehe tale... nane. nane. umeelewa eh? Kila mtu ashinde mechi zake alafu tukutane tarehe nane na mimi nauhakika kabisa Yanga akikutana na timu ambayo haina udhamini wa GSM shughuli eh, inakuwa pevu. Mimi kuna rafiki yangu mwanayanga yeah. namuulizaga kila siku yeah. e bwana wewe, mm. ni timu gani ambayo haina udhamini wa GSM yeah? ukiitoa Simba ilozulumiwa na Kayoko umeifunga jibu bwana wewe, au wewe unaijua hiyo timu nyingine waloifunga zaidi ya KMC na KMC maswaiba wao mwanelewa yeah. lakini ukija Tabora ana udhamini Ukija jeketia na uzamini katoa sale. Uki Ukijia...